Saibu ya Manjoro yeah Manjororehoro <laughs> ndugu mm. <laughs> hey. yangu Manjoro unajua, wera ni wera ama? yes. anasemanga kazi ni kazi uh -huh. Manjoro siku moja ameenda eh, pale animal orphanage yes alikuwa anatafuta kazi uh -huh. ya kuwa ranger ranger mm. yeye alienda direct <laughs> <laughs> kasema nipatie kazi <laughs> wale jamaa wa KWS akamwambia "Ah, Manjoro hakujua mm. najua jina lake, kwa hivyo okay, yes. alimwambia tu, ndugu yangu, hatuna kazi kwa sasa uh -huh. Lakini kuna kazi nyingine hapa, tumekuwa tumekuwa tukitafuta mtu, hatujaweza yes. kupata <laughs> uh <-huh>. hmm? <laughs> kazi moja hapa tumekuwa tukitafuta mtu lakini hatujaweza kupata uh -huh. Akauliza Manjoro Manjoro, akauliza ni kazi gani hiyo? uh -huh. Eh, tunataka mtu ambaye anaweza jifanya yeye ni babuni <laughs> <laughs> gani eh, nini kwa Kiswahili ni nyani ama soko ama so nini eh, tuseme tu babuni eh? Yes. Mm. mwenye anaweza anaweza kujifanya kama babuni <laughs> aweke ndani ya cage ili watalii wanapopenda pale waweze kumuona. Yes. Manjoro kauliza hiyo, sasa utalipa pesa ngapi? Mm. Manjoro akaambiwa tutakuwa tutakulipa shilingi elfu hamsini um, kwa siku lakini sasa nitakuwa nafanya kazi gani? Akasema wewe kazi yako itakuwa ni kurukaruka tu pale juu kama nyani ama kama soko, ama kama kama <laughs> yes. babuni pale mm, unarukaruka alafu watalii wanakupiga picha nini sasa eh. Man Njoro akafikiria akasema kwani yaani mmeangalia eh? Yani, mimi mkasema mkaona nakaa kama babuni ama kama nyani eh? Uh, ule jamaa akamwambia usijali. Mm. Tutakuvalisha costume. Yes. Unajua. Mm. Zile costume ostume unavaa unakaa una kama babuni Manjoro. Exactly. Uh, akasema shilingi elfu hamsini uh, kwa siku. Chukua rembe mbesha mara moja. Manjoro. Manjoro akaingizwa pale, yes. Kwa keje, kwa keje. Yeah. <laughs> Sasa kazi yake ni kurukaruka tu <laughs> watalii wanapita, anarushiwa ndizi, anakula <laughs> anaruka. <laughs> anaruka kwa ile miti. Yeah. Anaruka, <laughs> anaruka. Yeah. Na mambo kama hayo, anafurahisha watalii, anapigwa picha na mambo kama hayo. Unajua, watalii wanaamini ile ni nyani ama ile ni babuni. Yes. Sasa siku moja, baada ya siku kama tatu hivi. Uh-huh. <laughs> siku moja <laughs> Unajua nini litokea pale kwa keja? uh -huh. He simba simba <laughs> <what? laughs> uh -huh. Akatokea pale kwa ile keja. Yes, wacha Manjoro aude simba <laughs> ile nduru Manjoro alitoka <laughs>